Wapendwa, tunapokusanyika leo, hatuwezi kufumba macho mbele ya hali halisi tunayoishi nayo: mizozo ya kisiasa, migawanyiko ya kijamii, sauti za waliochoka kupuuzwa, na watu wanaolia kwa uchungu wakitafuta haki na amani. Tumefika wakati ambapo wengi wetu tunaishi kwa hofu, tukijiuliza kesho itakuwaje. Ni katika hali kama hizi tunapotakiwa kusimama si kwa lawama wala hasira tu, bali kwa utafakari wa pamoja. Ni lazima tujiulize tunaelekea wapi kama jamii. Je, tunachagua njia ya kujenga au ya kubomoa? Amani na haki si maneno tu ya kupendeza, ni misingi ya jamii yoyote inayotaka kustawi. Pale ambapo haki inatekelezwa na watu wanaishi bila hofu, jamii hunawiri. Lakini haki inapopotea na hofu ikatawala mshikamano huanza kuparaganyika. Biblia inatufundisha wazi kwamba Mungu anajali sana kuhusu haki na amani. Katika Zaburi 24 aya 18 tunaambiwa Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na huokoa walio na roho iliyovunjika. Hii inatufariji, inatukumbusha kwamba hata tukiteseka, tukilia, tukihisi kusahaulika, Mungu yuko nasi, haondoki Asahau. Kwa viongozi wetu kuna wito wa dhahiri kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza aya 17 maandiko yanasema, Jifunze kufanya mema, tafuteni haki, lete shauri la haki, uombe kwa ajili ya waombolezaji. Huu si ushauri wa kawaida, ni amri ya kiungu. Viongozi wanaitwa kuwa walinzi wa haki, si wamiliki wake. Kuwa na mamlaka si kibali cha kuonea bali ni wito wa kutumikia kwa hekima, huruma na uadilifu. Tunaweza pia kujifunza kutoka kwa hadithi ya Mfalme Sulemani. Wanawake wawili walikuja kwake, kila mmoja akidai mtoto yule yule kuwa wake. Uongozi wa hekima ulipochukua nafasi, amani ilitawala na kweli ikadhihirika. Hadithi hii iko katika Wafalme wa kwanza, sura ya tatu, aya 16 hadi 28. Inatufundisha kwamba haki ya kweli huja pale ambapo mamlaka hukutana na unyenyekevu na hekima. Kwa watu wa kawaida, watu kama mimi na wewe, tunalo jukumu pia. Katika Warumi sura ya 12 aya 18 tunasikia maneno haya: ikiwa inawezekana, kwa kadri inavyotegemea wewe, kuwa na amani na watu wote. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Hii ni sauti ya Mungu ikituita kuanza na sisi wenyewe. Amani haianzi serikalini, inaanzia nyumbani, katika familia zetu vijue ni mwetu zetu vijue ni mwetu zetu vijue ni mwetu kwenye mitandao ya kijamii ndipo tunapopanda mbegu ya maelewano au chuki. Tuamue kupanda amani, lakini tukumbuke, amani si ukimya tu mbele ya mabaya. Amani ya kweli ni matokeo ya haki iliyo hai, ni pale ambapo ukweli unasemwa bila woga na haki za kila mtu, maskini, yatima, mjane, mhamiaji, zinapolindwa bila upendeleo. Katika Mika sura sita aya nane, Bwana anatufundisha wazi kile anachotaka kutoka kwetu. Kufanya haki, kupenda huruma na kutembea kwa unyenyekevu pamoja na Mungu wako. Hii ndiyo njia. Si ya chuki wala visasi, bali ya uaminifu, huruma na unyenyekevu. Na kwa viongozi wetu, tunawaita tena. Ongozeni kwa haki. Lindeni wanyonge. Heshimuni utu wa kila mtu. Kwa watu wote, shikeni tumaini, fanyeni kazi za amani, simameni kwa haki kwa ujasiri hata kanga ni pekee yenu. Njia mbele si rahisi, lakini hatuendi pekee yetu. Katika Zaburi ya 46 aya ya kwanza tunasoma, Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu, msaada wetu wakati wa taabu. Tusonge mbele kwa tumaini. Amani na haki hazitazaliwa kwa bahati, zinahitaji kazi, zinahitaji imani, zinahitaji sisi tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo kwa mioyo ya unyenyekevu. Tunakiri kwamba tunaishi katika nyakati ngumu. Tunaomba mwongozo wako na rehema zako. Wewe ndiye chanzo cha haki na amani, na tunakuomba utujalie hekima ya kutembea katika njia zako. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu, wape unyenyekevu na busara, ili waongoze kwa haki, wakitanguliza maslahi ya watu mbele ya yao binafsi. Wasaidie kuona kwa macho yako, kupenda haki, kutetea wanyonge na kusimama kwa kweli bila kuyumbishwa. Bwana, kumbuka jamii zilizojeruhiwa na mateso, fariji waliopoteza wapendwa. Ponya waliovunjwa moyo, leta tumaini mahali pa giza. Tujalie kuwa vyombo vya amani yako katika familia zetu, katika kazi zetu na hata mitaani. Tunaomba ulinzi wako kwa waandishi wa habari, wanaharakati wa haki, na wote wanaosimama kusema kweli mbele ya mamlaka. Wape ujasiri na walinde dhidi ya hatari zote, e Bwana tuchochee kutamani haki kama unavyotamani tufanye kuwa watu wa imani waaminifu katika kazi ya kutengeneza jamii yenye uadilifu kama ulivyosema katika Amosi sura tano mstari wa ishirini na nne lakini haki na imwagike kama maji na uadilifu kama mto usiokauka tunaamini kwamba wewe ni kimbilio letu wewe ni nguvu zetu tushikilie tuendelee kutafuta haki kupanda amani na kuishi kwa umoja. Kwa jina lako takatifu tunaomba, amina.